Ako Yesu Kristo, wape neema ya kuendelea mbele, sande kwa ajili ya mtoto huyu, namkabidhi kwako kwenye mikono yako kwa damu ya Yesu. Ee Bwana, katika maisha yake anahitaji watu, katika masomo yake, katika masomo yake na kukua kwake anahitaji watu. Tunawaandaa watu ambao watasimama na yeye kwa damu ya Yesu, neema na kibali, neema na kibali neema na kibali, Mungu le hai awaandalie watu ambao watatembea na ninyi. Neema na kibali, Mungu awaandalie watu ambao watatembea na ninyi, kwa damu yako Yesu Kristo. e Bwana, dada huyu anahitaji mtu kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya uchumi wao, kwa ajili ya ndoa yao, watu wa kuwaombea, watu wa kuwaombea na kuwatia moyo na kufungua koneksheni za fedha na kipato, kwa damu ya Yesu Kristo nguvu za giza ambazo zinazuia kesho yao ziwaachie, kwa jina la Yesu Kristo. Neema iwe juu yao kwa damu ya Yesu. Dada huyu e Bwana, anahitaji mtu, anahitaji mtu, mtu ambaye atamtia moyo, mtu ambaye atamshika mkono, mtu ambaye atamfuta machozi, mtu ambaye atafungua milango ya kesho yake, kusoma kwake, kustawi kwake, kufanikiwa kwake, pokea kwa damu ya Yesu, pokea kwa damu ya Yesu, pokea neema mpya, pokea neema mpya, neema ya kibali, neema ya kibali, neema ya kibali. Utapendwa, utakubalika, utapendwa, utakubalika, utaheshimiwa, utaheshimiwa, utatunzwa, utalindwa, mabaya hayatakupata, wabaya hawatakuona, watu waovu hawakaribia. Pokea neema pokea neema kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu zote na uweza wote, baraka yako na nguvu zako na uweza wako na upako ambao unatoka mahali hapa, ewe Bwana, uwajalie wote wale watumishi wako washika kamera, mafundi mitambo, wapiga vinanda, madirekta na mafundi. Neema yako ewe Bwana Mungu lehai, wainulie watu kila mmoja sawasawa na neema ya kwako, wainulie watu. E Bwana, tusione mtu ambaye anapita mahali pagumu bila msaada wa kwako, kwa jina na Yesu Kristo. Hata ni mtumishi wako, ninaomba e Bwana, niinulie watu niinulie watu kwa ajili yangu kwa ajili ya familia yangu kwa ajili ya utumishi wangu na kwa ajili ya uchungaji wangu, niinulie watu katika kufanya kazi na huduma, niinulie watu watu ambao wa tutafanya kazi pamoja tutafanya kazi pamoja tutafanya kazi pamoja kwa damu. Hebu endelea kuomba, ninaona nguvu za Bwana zimenifunika hapa mazabahuni, ninaona kuna namna ambavyo mwili wangu unatikiswa kwa ajili ya watu kwenda msimu mwingine katika damu ya Yesu Kristo. Hiyo neema ambayo imenishukia ikushukie nawe pia, hiyo neema ya kuvuka ikuvushe nawe pia, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. E Bwana ule moto ambao unapita kwenye mikono yangu, e Bwana, na uelekeza kwa watu hawa. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya Bwana. Pokea nguvu za Mtakatifu, pokea nguvu za Mtakatifu. Neema ya Bwana. Mungu asikuache peke yako, Bwana paka huko mtandaoni. Pokea nguvu za Bwana, pokea kupendelewa na Bwana, pokea neema ya Bwana. Bwana asikuache mpweke tena, asikuache mpweke tena, usilie peke yako. Wakati wa kulia akuinulie watu, wakati wa furaha akuinulie watu, saa ya uhitaji akuinulie watu, saya promotion. Sheni yako akuinulie watu, saa ya kuinuka kwako akuinulie watu. Tunawahitaji watu wa kutushika mkono, katika damu ya Yesu. Hata mimi mtumishi wako, we Bwana, ninahitaji watu wa kunishika mkono, kwa ajili ya huduma hii, watu wa kuniombea watu wa kuniombea, watu wa kusapoti injili, watu wa kupeleka mbele ya injili. E Bwana, nahitaji niumbie hao watu, niandalie hao watu, nikutanishe na hao watu kwa ajili ya ustawi wa kanisa lako katika jina la Yesu Kristo. Sema e Bwana Yesu, sema e Bwana Yesu, e Bwana Yesu. Sema kwa imani, e Bwana Yesu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, sina Mungu mwingine, sina msaada mwingine, sina kimbilio lingine, sina uwezo mwingine wa kutoka hapa, wa kujinasua, wa kujinasua kwenye huu mtego wa adui zangu, sina namna nyingine, sina uwezo mwingine wa kutoka hapa na kusogea mbele kwenye viongo vya uchumi na kumiliki e Kristo, hey hey, inaomba neema yako inaomba neema yako kama ambavyo, ambavyo, ambavyo uliwatuma wakina, wakina Petro na Yohana mchana, mchana, waingie hekaruni wa ili wamshike mkono yule mlemavu na mimi Bwana, ulemavu wowote uliokaa kwenye maisha yangu, ulemavu wa umaskini, ulemavu wa fikra hasi, ulemavu wa kukata tamaa, ulemavu wa kusubiri kuhurumiwa na wengine, ninakataa, ninakataa. Ninaomba neema yako, ninaomba neema yako, unitoye hapa kwenye aibu hii, uniinue, uniketishe panapo nafasi. Nipe neema ya kunikutanisha na watu sahihi, niunganishe na watu sahihi. Wapo unao, Yesu najua, hawa watu wapo unao, ni wa kwako. Ninaomba Mungu wangu, usiniache nizidi kuaibika kwenye hali hii ya maisha na uchumi na kazi. Kanisa lako inua watu ndani ya kanisa hili, watakaoomba watakaoomba, watakaofunga, watakaokesha, watu ambao watabeba mzigo kwa ajili ya hii madhabahu. E, eh, Mungu usikawie, tuinulie waombaji, tuinulie watu kwa ajili ya kanisa lako. Kwa ajili ya huduma mahali hapa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, enda nasi Bwana, tembea nasi Bwana, neema yako isipunguke kwenye maisha yetu. Na sasa, na sasa, na sasa ninatamka kwenda viwango vingine, kwenda hatua mpya. Baraka mpya zitakuwa mbele yangu, neema mpya itakuwa mbele yangu, hatua mpya itakuwa mbele yangu kazini, kwenye biashara, kwenye afya yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye huduma yangu, kila mahali. Hatua mpya, hatua mpya, hatua mpya! Hebu jitamkie baraka, sema hatua mpya kwenye ilo eneo la kwako. Jitamkie, jisemee, jisemeshe, jisemee, tamka baraka, sema hatua mpya. Kama kazini, hatua mpya, kwenye biashara, hatua mpya. Bwana yuko hapo anakuwa, utashangaa kuna namna ambavyo watu watasema habari zako kwa wema. Zamani walikuwa wanaongea kukukandia, kukukandamiza. Oh, yule kijana usimsaidie yule kijana ni mhuni tu, hafai huyo. binti usimwone vile, hafai. walikuwa wanaongea habari mbaya, sasa wataongea habari njema. Haleluya! wataongea habari mpya za faraja. Haleluya! Bwana akuinulie vinywa vya watu ambao watatamka baraka watatamka baraka, watatamka baraka. Bwana ainue vichwa vya watu ambao watakutamkia mema, watakutamkia ushindi, watakutamkia uweza. Pokea hao watu, watakuwa mbele ya kinywa chako, watakuwa mbele ya uso wako, watakuwa mbele ya malango yako, watu ambao hawatalala hadi wakuombee, hawatalala hadi wakuombee, hawatalala hadi wakuombee, hawata Bwana atakuinulia watu wa kukuombea. Hautawajua wengine, lakini wengine utawajua. Bwana atawainua ndani ya mji, nje ya mji, ndani ya mkoa, nje ya mkoa, ndani ya nchi, nje ya nchi. Bwana atawainua watu ambao watakufikiria juu ya kesho yako, watatoa mali zao, watatoa fedha zao, watatoa muda wao, ili na wewe pia uone baraka na neema, katika jina la Yesu Christ. Katika jina la Yesu mpigie Bwana makofi. Haleluya, haleluya, haleluya! Yesu ni mwema. Haleluya! Nasikia kucheka huko ndani, nasikia furaha ndani kabisa. kaitu tunaomba, nikaona nguvu za Mungu zimetutembelea, nikaona uwepo wa Bwana umetufunika. Uliyeomba kwa imani, pokea iwe la kwako katika jina la Yesu. Bwana akupe neema mpya, Bwana akuinulie watu, na usiache kuomba hilo eneo kuliombea ukiwa nyumbani, kazini. Ombea bwana akuinulie watu, hata kama sio wewe, hata ndugu zako, hata wadogo zako, familia yako. Bwana wainulie watu kazini. Naomba tumwandalie Mungu sadaka ya shukrani, sadaka ya shukrani. Mungu wetu ni mwaminifu sana, yeye ni mshindi. Ulioko mtandaoni pia, kama umesikia kutoa sadaka ya shukrani kwa ajili ya maombi haya, ziko namba zinapita hapo chini, basi pia usiache kushiriki na sisi Eh, nilipa namba mm -hmm. Inapokea kwa mitandao yote mm -hmm. Kwa kadi tukavuguswa, toa kwa hiari, toa kwa shukrani mbele za Bwana, unamtolea Mungu wako. Amen. Amen. Basi tuombe. Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili, alikuwa rahisi kwetu, lakini Bwana umetupa neema ya kulitazama, nami naomba kila aliyeshiriki somo hili, aliyoko hapa hata mtandaoni pia Bwana ukamjalie neema, na sadaka hizi zikanene baraka mbele zako. Pengine wako watu ambao wajaja na sadaka hapa, lakini mioyo yao ni sadaka walioitoa kwako. Bwana uwakumbuke katika haja zao na maisha yao, kwa damu ya Yesu Kristo mwana kuamini, amen. asante. Karibu Praise, mtupe wimbo mliopewa na Mungu, yafike kwako moyo uliobondeka

lisha ratiba yetu na tuwashukuru sana kwa kuja kwenye ratiba hizi. Naamini waombe, tusiache kuomba na kuliombea kanisa na kushiriki vipindi kadri tuwezavyo. Kwa watakaopata nafasi, kesho tutakuwa na sala ya jioni saa kumi na moja hapa kanisani, na kama kuna watu wanapenda kufanya maungamo kwa kasisi, tutakuwa na kiti cha maungamo mara baada ya sala kujiandaa amisa ile ya Jumapili. Nami niwaombe sisi tuliokoka, pia ni muda mzuri pia wakuja kuombea ibada ya Jumapili ezo, ukaje, ukakaa kwenye kona ukaombea ibada ona, ukaombea ukaombea ibada ya Jumapili, ukaombea huduma, ukaombea uhubiri, ukaombea kila kitu, ukaombea misa, ukaombea uimbaji, ukaombea kila kitu. Na sasa tunalamika oh, nani walija leo? Ah, ah, umemwombea mnenaji? Umemwombea mhubiri? Kwa kama una muda, jo ka mahali ombea ibada kama hali ombea misa, kama hali ombea ratiba za ibada. Na kwa kufanya hivyo, tunaweza tukabadilisha kabisa sura yetu ya kanisa na ibada zetu hapa kanisani, na Mungu akatuonekania Mungu akaponya watu akafungua watu akajaza kanisa mpaka tukashangaa. Msifu Yesu Kristo. Na mimi niwaombe sana, tunahitaji waombaji, waombaji. Na kuna jambo naomba najibu kulifikiria tawapata tupate muda na pia tupate nafasi tukakae mahali kambi fulani ya maombi, hata kama hata kama saa ishirini na nne kama ni siku mbili tujichimbie mahali kidogo tuombee mambo yetu. Tuombe pia na na tupata kibali, tutajichimbia mahali fulani siku tatu mbili. Ni kambi ya maombi, sio kambi ya kula e, aaas ya e, ya e, tutaweza, tutaweza. Bwana Yesu asifiwe sana, tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya wema na fadhili zako Mungu asante kwa ajili ya watumishi wako na watu wote wako haya hapa e, Bwana. Mungu akusanyikapo wawili au watatu kwa jina lako e Bwana, mbele zako ni utukufu mwingi. Hapa tuko zaidi ya wawili, zaidi ya watatu, wakina baba tupo, wakina mama wapo, vijana wa kike, vijana wa kiume, watoto pia wapo, e Bwana, nami naomba baraka zako ziende nasi kila mmoja ambaye ameshiriki kwa imani, hadi kule mtandaoni pia wapokee baraka zako baraka za Ijumaa ya leo Jumamosi na hata baraka za Jumapili kwenye misa, kila anayeingia kanisani, ye Bwana, aende na wewe katika jina la Yesu Kristo. Tunawashukuru wote ambao Bwana umewajalia kutusaidia kuratibu mambo haya, waimbaji, mafundi mitambo, madirekta, wapiga picha na watu wote ambao Bwana wametoa sadaka yao ya muda kushiriki huduma hii katika damu yako Yesu. Nami mtumishi wako ye Bwana niliye mnyonge, ninaomba pia usinisahau katika maisha yangu katika huduma yangu, familia yangu, uchumi wangu, afya yangu na maisha yangu ya kila siku. Bwana pia likumbuke kanisa lako la mahali hapa, Baba Kasisi Kanon Lameck Ndomba na familia yake, nasi sote tunaomsaidia. E Bwana, tuishi kwa amani na furaha, tukutumikie kwa furaha siku zetu zote, tuifurahie huduma hii kwa Kristo bwana wetu. Tunapotoka mahali kwenda majumbani, tulinde, tutunze, tufike nyumbani salama, kwenye vyombo vya moto, magari, pikipiki, piki. E Bwana, wafike salama, baskeli, waenda kwa miguu, wanaopanda madaladala, kila mmoja aikute mali nyumbani. Kwa Kristo Bwana wetu tunaomba na kuamini amen, amen. Shirikiane neema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sote sasa hata milele amen. Amen. Bwana atukuzwe sana, pigie Bwana Yesu makofi mengi, haleluya! <laughs> Bwana kwa mataifa mbalimbali, nitatangaza neno lake. Bwana kwa mataifa mbalimbali, nita nitatangaza neno lake. Bwana kwa mataifa mbalimbali, nita nitatangaza